Mheshimiwa mgelai kakiika kipindi cha kupaka wa fedha elfu mbili ishirini na nne, elfu mbili ishirini na tano Halmashauri ya Manispaa ya Geita imetenga na kuchangia kwenye mfuko kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni sabini na nane, mia sita kumi na nne, mia mbili ishirini na moja ikiwa ni asilimia kumi ya mapato yake ya ndani kwa ajili ya usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya wanawake vijana na Mheshimiwa katika awamu hii ya pili mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na ishirini na tano, jumla ya vikundi mia moja vyenye wanachama mia tatu na tatu wanawake wakiwa mia tatu themanini na saba na wanaume mia moja kumi na sita vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vinapatiwa vikopo vyenye thamani ya shilingi bilioni moja milioni mia mbili ishirini na nane laki tisa na sabini na tano. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mkuu wetu wa Wilaya, ninayo furaha kubwa kushiriki katika hafla hii kwa niaba ya madiwani wenzangu. Shughuli iliyopo mbele yetu ya kutoa mikopo kwa vikundi 100 vyenye wanachama mia tano na tatu ni shughuli ambayo hata sisi madiwani ni sehemu ya maandalizi ya mikopo ya fedha hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni hatua ya kujivunia. Ukienda sehemu zingine Tanzania, hii halmashauri fedha kubwa sana. Kuna baadhi ya halmashauri wanatenga milioni mia mbili tu, sisi kwa kuona thamani ya wananchi wetu, thamani ya Wanageita, tena Geita manispaa, manispaa ambayo tumetumkiwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hasani, tuliona ni busara tuongeze bidii ya makusanyo ambayo ndani ya makusanyo yale tumetenga mwaka huu wa fedha bilioni moja na milioni sabini na nane hayo sisi tunaona ni mafanikio ambayo tunapokuwa tunaelekea kuhitimisha miaka yetu mitano tunajivunia kuwa sehemu ya mafanikio hayo. Wajibu wetu ni kurejesha. Unaporejesha una mambo mawili unakuwa umeyatengeneza. La kwanza kama nilivyosema ni kukupa nafasi na sifa ya kukopeshwa tena, lakini unaporejesha unatoa fursa kwa wengine wanaohitaji mkopo waweze kukopeshwa kama walivyokopeshwa. Kwanza, ni wapongezi wanufaika wote, maana tungesema tunatenga fedha halafu watu hawapo, lakini tunawapongeza wanufaika wa mikopo hii kwa utayari wenu. Eneo la pili, Chama cha Mapinduzi, tunawapongeza waratibu wote kuanzia ngazi ya chini, wasimamizi kwa maana watendaji wetu maafisa maendeleo o tunawapongeza sana kwa kiasi kikubwa cha fedha ambacho mmekitenga kwenye manispaa hii ya Geita. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi nawapongeza wote, waheshimiwa madiwani, mkurugenzi na wataalamu wake, namna mnavyokusanya fedha na namna ambavyo mmepiga hatua, bajeti ya juzi imeonekana kwenda mpaka bilioni kumi na tisa kwa ni fedha nyingi sana ambazo mnazikusanya na asilimia kubwa, ndio maana leo karibia bilioni moja na kupeshwa kwa watu wa hongereni sana, tuwapige makofi mengi wazetu wa manispaa ni Niwashukuru halmashauri ya manispaa ya Geita kwa kunialika mimi pamoja na wenzangu kuja kushiriki kwenye tukio hili kubwa na muhimu la kuyashuhudia mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa halmashauri ya manispaa ya Geita. Asanteni sana kwa mwaliko wenu ambao mmetupatia siku ya leo. Nitumie nafasi hii kuwapongezeni sana halmashauri ya manispaa ya Geita, baraza letu la madiwani likiongozwa na mstahiki meya na timu ya wataalamu ikiongozwa na mkurugenzi wa manispaa mzee wangu mzee Fred Mienzi ambaye leo hapa anawakilishwa na Mr. Bilo, kwanza kwa kuielewa vyema ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi kama ilivyosomwa na katibu wetu wa chama, mbili kuyaelewa vyema maelekezo ya daktari Samia Suluhu Hassan katika uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, tatu kuzingatia miongozo iliyotolewa na waziri wa nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa kwa namna ambavyo mmefanikiwa kutoa mikopo kwa kiasi kikubwa ndani ya muda mchache, hongereni sana tena sana timu ya halmashauri ya manispaa yetu ya Geita. Kwenye eneo hili la pongezi, niwapongeze pia sana idara ya maendeleo ya jamii, mnafanya kazi nzuri, hongereni sana tena sana na mwisho ni ninyi ambao mmetukusanya hapa vikundi mia moja vyenye wanufaika kwa mikopo ya halmashauri zaidi ya mia tano takriban mia tano na tatu. Hongereni sana kwa kupata nafasi ya kuwezeshwa fedha za halmashauri, hongereni sana tena sana. Tafsiri ya kwanza ya mikopo inayotolewa leo ni maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo wakati wote anatamani kuona wananchi wanawezeshwa kiuchumi ili waweze kujishughulisha kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi na hatimaye waweze kusimama na kuendesha maisha yao. Tafsiri ya pili ya mikopo hii ni maono ya Mheshimiwa Rais kujenga wananchi ambao wanaweza wakaendesha maisha yao kwa kujitegemea na hasa ukizingatia filosofia ya chama anachotoka Daktari Samia Suluhu Hassan, siasa ya ujamaa na kujitegemea. Lengo la mikopo hii ni kuwafanya vijana, wanawake pamoja na watu wenye mahitaji maalum waweze kujitegemea katika maisha yao.